La pili nalotaka kuambia ndugu zangu, msikubali kushawishiwa, msikubali kushawishiwa tukaharibu amani ya Tanzania, amani ya nchi yetu, msikubali hata kidogo. Wanaoshawishi wanapopakwenda? Nataka kuambia ukitokea jambo kidogo, tunawarudisha airport, passport zao mkononi zina visa tayari, wanaondoka familia zao haziko hapa. Wapo wao kuja kufanya fujo, kukikorogeka, wakimbia wakaungane na familia. Sisi tunakwenda wapi? Ni hapa hapa Tanzania, na ndio maana wakisha koroga, wakikimbia, tunawarudisha. Kama mmekikoroga kiripuke, wote tuko hapa hapa ndani Sio mripue alafu muondoke. Hapana, hiyo sio kwani. Waombe, vijana wangu, watoto wangu, vijana wa Tanzania, msikubali hata kidogo, msikubali. Tokeni kapigeni kura, rudi nyumbani, subiri matokeo. Ninawahakikishia, ninawahakikishia usalama. Vyombo vya ulinzi vimejipanga vyema, Kutakuwa salama, lakini na nyinyi wananchi, mutunze ule usalama.